Na, mtazamaji wa Trend TV, e, bwana moja kati ya vitu ambavyo vimehappen hivi karibuni bwana ni kwamba mashabiki wa Harmonize Konde Boy wameanza kuchukizwa au kuto kufurahishwa na vitu ambavyo Harmonize amekuwa akivifanya kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii akiwa kama vile anaonyesha kwamba amededicate zaidi sasa hivi muda wake kwenye mapenzi kuliko kazi, pamoja na kumpromote msanii wake. Nikisema msanii wake hapa bwana, namaanisha Ibra, e, maana ndiyo msanii pekee ambaye yupo katika ukura, ambaye yupo katika record lebo yake hiyo ya Konde Music Worldwide. Hivi karibuni Ibra ameachia kazi lakini kazi yenyewe haijapromotiwa vizuri na bosi wake Harmonize. Lakini Harmonize kitu anachokipromoti zaidi sasa hivi ni mambo ya mapenzi, ambapo kama unavyofahamu kwamba issue ya mapenzi ya Harmonize ni moja kati ya vitu ambavyo vinauaga kabisa momentum ya msanii wake, kazi yake kwenda mjini. hiyo Kwe watu sasa hivi wanafuatilia zaidi mapenzi issue za Harmonize na Kajala kuliko, eh, kuliko hata project ambazo Ibra ameachia. Hamna mtu ambaye hata ana habari kwamba Ibra ameachia ngoma mpya. Watu wote sasa hivi wanafuatilia kwamba, eh, Harmonize na Kajala nini kinaendelea. So hapa kuna shabiki ameamua kutoa ya kwake ya ndani, ameamua kutapika nyongo. Eh, kuna page hapa imekuja kuripoti kuhusiana na sakata hilo lote wakiwa wameandika kwamba Harmonize ametengeneza story Instagram, baada ya kuandika ujumbe wa hisia kwenye Instagram yake ambao unasomeka kwamba I can't wait, I, I miss you, can't wait to, can't wait mama sita. Ujumbe huo bwana, ni kwamba umetafsiriwa na mashabiki wengi kama kurejea kwa hisia zake kwa mpenzi wake wa zamani Kajala Masanja, huku wengine wakimwomba amuoe kabisa, wakikumbuka waki wakikumbuka mahaba waliowahi kui, kui, Eh, waliowahi kupasua vichwa vya watu na kuwekwa sana kwenye vichwa vya habari eh, za burudani hapa Bongo. Hata hivyo, vilevile ni kwamba ndani ya mada za hisia za mapenzi, shabiki mmoja anayefahamika kwa jina la Rahim King eh, ni kwamba alitoa maoni yake yenye uzito mkubwa kuhusiana na msanii Ibra ambaye yuko chini ya usimamizi wa Harmonize kupitia rekodi lebo yake ya Konde Gang. Kupitia maoni yake ambayo ambayo yameambatana na hisia ya kali, huyo Rahimu ameandika kwamba kwa namna ulivyokuwa unamsupport Abigail Chams na Ibra ingekuwa hivyo kama Abigail Chams, sasa hivi Ibra angekuwa sehemu, kuna sehemu angekuwa amesogea. Hebu muonee huruma yule dogo mzee, umeona kwa hapa? Kuna mtu amekuja kuweka hiyo comment, akiwa anadai kwamba the way ambavyo Ibra the way ambavyo Harmonize alivyokuwa na msupport Abigail na Chams, angekuwa anatumia ile ile effort kumpush Ibra, basi Ibra sasa hivi angekuwa amesogea mbali sana. Meona, eh? Kwa hiyo, hapa sasa katika comment, hapa, hapa wadau wakaendelea kusema kwamba, Harmonize, hebu kuwa serious. Kwanza, kumpushi Ibra. Yule dogo ana kitu mzee, achana kwanza na mambo ya hisia zako. Mashabiki zako hatuoni nguvu yako kwa yule dogo sana sana tumemwona akipambana mwenyewe tu. Eh, umemfanyia, unamfanyia unfair yule dogo kaka. Eh, kaka unakiua kipaji chake mzee. Maona, eh? Kwa hiyo haya ni maneno ambayo yameibua mjadala mpana zaidi kuhusiana na majukumu ya Harmonize kama msanii na vile vile kama mlezi wa vipaji kupitia record label yake. Hii inaleta hali ya kuhoji kama kweli Ibra anapewa msukumo na nafasi anayostahili. Sasa, ikizingatiwa uwezo wake wa kimziki na mchango wake ndani ya Konde Gang, wakati Harmonize akiendelea kuweka mashabiki wake kwenye sintofahamu kuhusiana ya na maisha yake ya mahusiano, mjadala unaoibuka kwa sasa hivi na unaoendelea upande mwingine ni huo kwamba, ni wajibu wake kama kiongozi wa msanii na kama mlezi wa vipaji. Una kipi cha kuzungumza kuhusiana na hilo? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.